ndugu mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu mapambano makali yanayozuka siku ya ijumaa hii huko tarafa ni Fizi, ndani ya sekta ya Mutambala, eneo linalohitwa Rugezi, nafasi ambako wapiganaji wa zalendo wa FABB bilozi bishambuke na muungano wa M23 RDF, jeshi la Rwanda ibwaneo nguminu androhide rede tabara na wengine ni kwamba hali hiyo imepelekea wakaaji wengi kuhama makazi yao na kuweza kutafuta nafasi ambako wameona kuwa tulivu. Lakini kabla tuendelee, ndugu mtazamaji, na kuomba wewe ambao bado hujasubscribe usikose kusubscribe, usikose kujiabone, usikose ku like, usikose kuacha komenti yako na usikose kutuandikia vile mahali unakotufuata na kwa mwisho usikose kushare. Yani, kupartaje kwa wengine, huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda, moja kwa moja tunaenda kujiunga na bwana engineer strategy, ambaye ni msemaji wa FBB. Bilo zibishambuke, jaribu kutupatia mwangaza kuhusu kinachoendelea siku ya Ijumaa leo hii, wajuze watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News. Karibu bwana mtangazaji. ni kwenye mida ya saa kumi na moja ndipo eh, jeshi linaloongozwa naye luteni kana luteni jemadari Delfe Kalembe ngoma nzito wazalendo hao waliweza kuanzisha shambulizi dhidi ya ngome ya waasi wa uh, M23 wanaungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Twigwaneho pamoja na Aredi Tabara wa Burundi. Mapambano yalianzishwa hapo kwenye kijiji cha Rugezi, eneo ambalo linaitwa kwa Sabuni na mpaka sasa mapambano yanaendelea, eh, kusudi ni kwamba wazalendo wanalenga hasa kuweza kuimarisha usalama wa raia na mali yao, kwa kuwa raia waliokando kando ya kijiji cha Rugezi e, siku baada ya siku wanalengwa na waasi wa M23 ambao ambao mbinu yao kama, kama kila siku ni kulenga raia kuweza kuwateketeza na kuweza kupora mali yao. Wazalendo wa Biloze Bishambuke wa nania hasa ya kuweza kulinda uh, usalama wa raia na mali zao. Na unapozungumza hivyo, mara kwa mara inasikika kwamba kila ukuchao ni mapambano. Hatima ya mapambano hayo itakuwa ni nini, ni, ni? kwa sababu kila ukuchao tu ni mapambano yanayoripotiwa kila ukuchao. Je, mapambano yenyewe hayatakoma? na tangu mlianza mashambulizi mmefikia wapi? Maeneo ambako kunaendeshwa uh, mapambano hayo ambao wanazungumzia ni Rugezi. Rugezi kulikuwa wanani wanani, wakashambulia wengine uh -huh. Bo, mapambano wanamtangazaji, atakoma uh, wakati ambapo adui atakuwa ameteketezwa na ametupilia mbali mbinu zake za kuangamiza raia wanyonge, raia wasio na hatia. Bwana mtangazaji, ukifika Rugezi kwa sasa ha, uta, uta machozi, utapatwa na machozi, kwa sababu raia walio wengi kwa kweli wamekwisha kulengwa na mashambulizi ya waasi ambao mpaka sasa kama jinsi ninazungumuza, raia walio wengi wanaishi porini bila hata kitu cha kujifunika, wengine wanakosa chakula wengine wanakosa mahema, wazee waze, wazee wanafariki porini, wajawazito, watoto wadogo. Ni hali ambayo kwa kweli inaleta huzuni nyingi. Uh, sasa kijiji cha Rugezi ni kijiji ambacho kinamilikiwa Uh, sehemu kubwa na wazalendo wa Biloze Bishambuke wanaoongozwa naye uh, Luteni Jemadari Delfin Kalembe Ngoma Zito, lakini kuna sehemu nyingine ndogo ambayo inamilikiwa na waasi wa, wa M23. Sehemu hiyo ndiyo wazalendo wanatamani kuichukua ili kwamba waimarishe vilivyo usalama wa raia na mali yake kwenye maeneo hayo, na unapozungumza hivyo kwa muda kama huu mapambano yamefikia sehemu gani? Je, kuna mafanikio ya upande wenu au labda tu kila wamoja wangali wanashikilia sehemu walikokuwa kabla ya mapambano yanayo oh. Ndio mapambano mpaka sasa hivi yana yanaendeshwa na yanaendelea, ni vigumu kwa sasa ku, kutoa tathmini au kutoa mm, hali halisi ya mapambano kwa kuwa ingali inaendelea na adui anaendelea kurudi nyuma, ni vigumu kuweza kukuambia kama amekwisha uh, ondolewa enye, eneo zote ambazo alikuwa anazimiliki, lakini najua, uh, kisha mchana kati tutawapa ripoti kuambia kama adui amengolewa vilivyo, kwa sababu vijana wazalendo uh, wana umahiri wao, wana uhakika na walikuja Uh, na walikuja na uhakika wa kusema kama kusudi yao kuweza kuangoa hao waasi wa M ishirini na tatu. Labda tumalizie na habari za asubuhi ya leo tukizungumzia kuhusu hali ya Minembwe. Je, una taarifa zozote kuhusu mapambano yaliyoripotiwa siku mbili tatu zilizopita, kwa yale yanayoelekea vita sehemu za Minembwe? Ndiyo, uh, siku siku ya tatu kulikuwa mapambano dhidi ya, wa, ya waasi au wa M23, M23 kwenye kijiji cha Kalonge. Kalonge ni kijiji ambacho kinapatikana mashariki mwa Minembwe. Uh, wazalendo wakishirikiana na jeshi la taifa FARDC waliweza kuzuia Uh, shambulizi ambalo waasi wa M23 walikuwa na lenga raia ambao walikimbilia oh, Simbali na Kalonge. Sasa wal, walilengwa na shambulio na jeshi la taifa likawaona waasi wakija kwenye mlolongo mkubwa wakielekea maeneo ambamo kulikuwa raia wasio na hatia, ikawabidi waingilie kati na mapambano yakaanza, haya kudumu ilipofika mida ya saa kenda hivi, wasi wakarudi nyuma kwenye maeneo oh, zao hapo Minembwe, wakiwa na uhakika kwamba hawakuweza kufikia malengo yao ya kuangamiza raia na mali yao. Ni kusema kwamba kwa muda kama huu ni M23 RDF, Twirwaneho, Gumino, Red Tabara na Ndrohidi na wengine wa, ambao wangalio bado wanaendelea kushikilia mji wa Minembwe, na yawezekana ni wao walitoka katika mji wa Minembwe kuenda kufuatilia wakaaji mahali walipokimbilia. Sio kusema kwamba ni jeshi la taifa au wazalendo waliotamani kwenda kuwarusha au kuwafukuza hao wanaotajwa makundi ya simu ndani ya Minembwe. Bila shaka bwana mtangazaji, mpaka sasa waasi wa M23 ndio wanamiliki Minembwe na wanatumia mbinu kadhaa ili kutamani ku, uh, kuangamiza raia kadhaa ambao wanaishi kwenye vijiji kando kando ya Minembwe. Ndipo hapo uh, jeshi la taifa pamoja na wazalendo wanajaribu kuingilia kati katika hali ya kuzuia uh, mauaji ya kimbari isiweze kuendeshwa dhidi ya raia wenye wasiokuwa na hatia. Bwana engineer strategy, Kuna Nini News, nimekushukuru kwa muda wako, na labda kabla tuachane, ungeweza kujitambulisha vizuri sana majina yako halisi. Asante sana bwana mtangazaji, mimi ni stratege na Mwamba niko msemaji wa kundi la Biloze Bishambuke cplcbarfa bebe kundi linaloongozwa kijeshi na Jemada Delphin Kalembe Ngomanzito. Kwa sasa tunapatikana kwenye nyanja za juu za tarafa la Fizi ambapo Uh, baadhi ya vikosi vyetu vinawasaka waasi wa M ishirini na tatu wanaoshirikiana wa na jeshi la Rwanda wakiungwa mkono na wasi wa Burundi wa RED-Tabara, hivyo kuna nini? Nimekushukuru. Asante sana bwana mtangazaji, nasi pia tunakushukuru Asante.